Nashukuru tena, ni mimi yule yule mtoto wa mababu, kizazi kile ambacho kilitabiriwa kwamba ah, kitaamsha hisia za Mkongomani, kitaamsha hisia za Muafrika. Hapa tuko kwenye Mesiata, tulikuwa na ujumbe pia muhimu kwa Mkongomani, kwa Mwafrika, lakini pia kwa mzaliwa wa Mesiata. Ujumbe ule ulikuwa unasema kwamba Uh, usiangalie nyuma kamwe, maana hiyo yaweza geuza imani na matarajio yako ya wakati huu wa sasa, hata wakati uja. Tukisema usirudie nyuma, namaanisha kwamba usikane imani ya babu zako. Hiyo ndiyo maana yake. Usirudi nyuma, narudia, ina maana kwamba usiikane imani ya baba zako kwa ajili ya kuambatana na imani bandia, imani za uvamizi. Maana kwetu sisi wa Kongomani, kwetu sisi wa Afrika, Ukristo ni imani bandia, Ukristo ni imani vamizi. Uislamu ni imani bandia, ni imani vamizi. Imani pekee kwa Wakongomani, imani halisi, imani ya kweli. Kama vile ilivyoandikwa kwenye vitabu vyote hata kwenye Biblia, ni imani ya asili. Ni imani ambayo inajengwa juu ya mababu. Alafu somo litwambia tusikane imani hiyo. Maana katika kukana imani hiyo kuna vinyume viwili. Kinyume cha kwanza katika kurudi nyuma. Kinyume cha kwanza ni kukana ile imani, na tulionyesha watu kwamba kukana imani ya babu zetu ni kama vile kujikana mwenyewe, ni kama vile kujikata. Maana tulizungumza kuwa hakuna mmea ambayo unaweza kuota kama hauna mizizi. Ule mmea haijawahi kuwepo Tuna mimea ambayo haina majani lakini mmea ukikatwa kwenye mizizi yake mmea huo ghafla unakauka, na hivyo ndivyo alivyo mwanadamu. Mwanadamu ambaye haiko connecte kumarasine zake yule mwanadamu hana maana ya kuishi, ni mtu asiyejiweza, ni mtu dhaifu ambaye hawezi lolote, na niseme kwamba mfano huu wa mizizi au unatuona sisi, mizizi inalinganishwa na mababu zetu, kwetu sisi shina letu, mizizi ya mkongomani, mizizi ya Muafrika, si Allah si Kristo, lakini ni mababu zetu. Lazima tuabudu Mungu muumbaji aliyetuleta sote, ambayo ni baba yetu sote, lakini tujitoa heshima pia kwa mababu zetu maana Mungu alipendelea kutuleta duniani kupitia mababu zetu, na Mungu angefanya maji yoyote ya kutuleta duniani bila kuleta ile njia ya ukoo. Ndio maana tunaambia watu tuna, ta, tunawajibika kuheshimu ukoo wetu. Baba yako haijalishi namna aliishi, walikwambia kama alikuwa mulozi, alikuwa kamwizi, siyo alikuwa kanani ile yote sikutie taabu wewe, heshimia baba tu, maana ni baba yako. Hata kama haiko kwenye mwili, ni njia yako pekee ya kumkaribia Mungu. Pasipo kupitia pale, hakuna yeyote ambaye atamuona Mungu, haijalishi mafundisho yote ambayo tulipata, tulipata kwenye dini. Njia halisi ya kumufikia Mungu, ya kumkaribia Mungu, ni kutoa heshima kwa mababu zetu. Alafu konsekansi ya pili ambayo inatokea katika kurudi nyuma ni, ni kukana au ni kuacha matarajio yako ya wakati huu wa sasa na wakati ujao. Kuacha matarajio kwa namna nyingine ni kuacha malengo uliyonayo. Na unajua kwamba Mungu alituleta sote duniani kila mtu akiwa na malengo ambayo amepewa na ambayo anawajibika kuja kuitekeleza duniani. Alafu kutekeleza malengo yale inategemea namna unakaa kwenye imani ya uasi. Watu wengi ambao walitaka kufanya jambo, lakini kwa sababu wako deconnecte kwa asili yao hawakuweza Angalia kwa mfano Kongo, wa president wote ambao tuko nao ni Wakristo wengi wa wa wa wengi, wa wa wengine ni Waislamu, waministre wa député wengi wamoja ni Waislamu, wengine ni Wakristo, lakini wanatufalia nini? Wanashindwa kuongoza nchi. Nchi itaongozewa na mtu ambaye anaambatana na asili ya kwake, maana asili itamfunulia namna ya kuongoza nchi. Alafu kwa kutojijua, kwa kutojua kutegemea misingi yetu, tumeshindwa kutekeleza malengo ambayo tulikuja kuifanya duniani, sababu hatukuweza kuketi kwenye imani ya asili ambayo ni imani pekee kutoka kwa Mungu. Nikumbushe ni tena watu kama Ukristo litungwa na watu Litungwa na Roma, litungwa na Vatican. Uislamu litungwa na watu na Arabe inii. Alafu wanapoituletea wana, wana, wana, wana hapa wanaituletea kwa namna ya kutuvamia tu. Lakini imani halisi ni ile ya baba zetu. Imani pekee kutoka kwa Mungu muumbaji wetu, ambayo kwa njia yake Kongo itasimama, Afrika itasimama na sisi tutaendelea mbele kama taifa mili Msikilizaji wangu mpezi, najua utakuwa na ugumu wa kunielewa kwa wakati huu, lakini wakati ujao utaelewa tu. Ndio maana kuomba, usinitusi tafadhali, nakuomba usinitusi.